Watu wengi wanaamini ili uanze kutengeneza pesa lazima uwe na mtaji mkubwa, lakini ukweli ni huu: pesa nyingi duniani hazikutengenezwa kwa kutumia mtaji, bali kwa kutumia ubongo, mtazamo, na uwezo wa kuona fursa ambazo wengine hawazioni. Leo nitakuonyesha siri saba za kutengeneza pesa bila mtaji mkubwa, na hizi ndizo siri ambazo watu wachache wanazizungumzia hadharani kwa sababu ukishajua pesa inabadilisha mkondo wa maisha yako. Kabla hatujaanza, hakikisha umesubscribe kwenye channel hii ya Fikra Chanya, umewasha notification bell na umeandika kwenye comments na jifunza kutengeneza pesa, maana video hii inaweza kuwa mwanzo wa safari mpya ya uhuru wako wa kifedha. Usitoke hadi mwisho kwa sababu siri ya saba ndiyo inabeba siri ambayo inaweza kukufanya uwache kutegemea kazi ya kuajiriwa kabisa. Siri ya kwanza Fursa ipo katika tatizo. Watu wengi hufikiria pesa ipo kwa wale wenye bidhaa, lakini ukweli ni kwamba pesa ipo kwenye matatizo. Kila mtu duniani ana kitu kimoja, maumivu na changamoto. Ukiweza kutatua changamoto ya mtu, umepata biashara. Siri ni solve a problem, don't sell a product. hii ndiyo kanuni ya dunia ya leo. Watu wanatumia M-Pesa kwa sababu ilitatua tatizo la benki. Watu wanatumia TikTok kwa sababu ilitatua tatizo la boredom. Watu wanalipa Netflix si kwa sababu ya sinema, bali kwa sababu ya kupumzika kiakili. Kwa hiyo, kama huna mtaji, tafuta tatizo dogo katika jamii yako na liwe biashara yako. Mfano, watu wengi wana shida ya kupata content nzuri za matangazo, unawaandikia captions za kisaikolojia. Watu wanashindwa kupanga budget unaunda Excel templates na kuuza kidogo kidogo. Watu wanahitaji graphic design, unatumia Canva bure. Kumbuka, tatizo kubwa is equal to pesa kubwa. Siri ya pili: tumia ujuzi wako kama mtaji. Skill capital ni sawa na financial capital. Watu wanapouza kitu kimoja muhimu: ujuzi ni pesa. Leo dunia imebadilika, huna haja ya jengo, huna haja ya maduka unahitaji tu ujuzi wa kutatua shida fulani. Mfano, ukiwa na ujuzi wa copywriting, unaweza kuuza huduma zako popote duniani. Ukiwa na ujuzi wa editing, unaweza kupata kazi kwenye Upwork, Fiverr au hata TikTok creators wanaohitaji edito. Ukiwa na ujuzi wa social media marketing, unaweza kuendesha akaunti za biashara ndogondogo kwa ada ndogo. Njia, tambua ujuzi wako Andika vitu vitano unavyovijua vizuri. Chagua kitu kimoja unachoweza kutoa kama huduma. Tumia mitandao LinkedIn, Instagram au WhatsApp groups kuonyesha kazi zako bure mara ya kwanza, matokeo yatakuja kama ripoti yako ya kwanza. Ukweli usiosemwa: watu hawakulipi kwa muda, wanakulipa kwa thamani unayoileta. Siri ya tatu: tumia mtandao kama injini ya kukua. Siri hii inahusu digital leverage. Ukiwa na smartphone, unayo kampuni mkononi mwako, lakini watu wengi hutumia simu kwa burudani badala ya kuibadilisha kuwa mashine ya mapato. Anza kutumia platfom zifuatazo kwa faida. YouTube: toa elimu, uhamasisha au fundisha kitu unachokijua. TikTok: toa tips fupi za sekunde 30 zinazovuta watumiaji, zinauza zaidi ya matangazo. Instagram: tengeneza personal brand. WhatsApp ni powerful marketing tool, siyo tu kuchat. Kila video post au idea ni kama mfanyakazi wako wa kidijitali anayefanya kazi masaa 24 siku 7. Na siri kubwa ni hii: Consistency hujenga trust, trust hujenga pesa. Siri ya nne, jenga system. Watu wengi huchoka, kwa sababu wanafanya kila kitu kwa mikono lakini siri ya matajiri si kufanya kazi nyingi, ni kujenga mfumo unaofanya kazi hata ukiwa umelala. Mfano, ukiwa na e-book inaweza kuuzwa na automation. Ukiwa na kozi mtandaoni watu wanaweza kulipa bila wewe kuwepo. Ukiwa na channel yenye affiliate links unaweza kupata mapato kila mwezi. Mfumo ni replicable process, kitu kinachojirudia bila kuhitaji nguvu mpya kila siku. Kwa hiyo Jenga digital asset yako ebook course youtube channel website au template. Hizo ndizo mashini za fedha zisizo na kelele. Siri ya tano: watu ndio mitaji. Watu wengi wanakosa pesa kwa sababu wanataka kufanya kila kitu peke yao, lakini dunia ya sasa ni ya network not solo hustle. Unganika na watu wenye ndoto sawa mtu mmoja unaweza kukuunganisha na fursa kubwa zaidi ya pesa kuliko kazi ya miaka mitatu. Mfano, unganika na content creators, mnasaidiana na audience. Fanya collaborations za value. Jiunge na communities za kiuchumi, Telegram groups au Discord au Facebook groups. Kila yes kubwa unayopata maishani mara nyingi ilianza na network ndogo uliyoijali. Siri ya sita Maarifa ndiyo mtambo wa fedha. Pesa inamfata mtu mwenye maarifa sahihi. Jielimishe zaidi kuliko unavyolipwa. Ukitumia saa moja kila siku kujifunza kitu kinachokupa faida kesho, baada ya mwezi 12 utakuwa mbele ya watu 99. Soma vitabu kama Rich Dad Poor Dad, The Millionaire Fastlane, Atomic Habits, The Psychology of Money. Tazama video za elimu, sio burudani kwa sababu akili yako ikipanuka hairejei katika ukubwa wa zamani, na pesa huja kama matokeo ya mtazamo mpya. Siri ya saba: jenga brand yako binafsi. Hii ndiyo siri ambayo wachache kabisa huielewa. Watu hawalipi bidhaa, wanalipa imani, na imani hujengwa kupitia brand. Brand ni kile watu wanakisema ukiwa haupo. Anza kujenga taswira yako ya uthamini Post maudhui yenye thamani kila siku. Onyesha consistency, uhalisia na authenticity. Weka promisi yako wazi kwa dunia. Mfano, Fikra Chanya inajulikana kwa maudhui ya motisha, saikolojia na pesa. Hiyo ni brand, na brand ikijengwa vizuri, pesa huitafuta jina lako, sio wewe kuitafuta. Sasa chukua hatua. Ukweli ni huu: hakuna wakati utakuwa tayari tayari inaanza pale unapochukua hatua ya kwanza. Andika kwenye comment, na naianza safari yangu ya uhuru wa kifedha leo. Kama video imekugusa, like, share, na subscribe. Maana video inayofuata itakuonyesha jinsi ya kujenga biashara mtandaoni kutoka kwenye simu pekee.